King Khan Mushede muhindi wa kusini wengi wanamjua kama jama wa mashairi, vina zake zinakwanga zimeenda shule pia. Sasa ametokea na kitu inaitwa Khan Music. Khan Music ni record label yake yenye yeye mwenyewe ameanzisha. Alitokea na kitu inaitwa RN3 ambayo ni room number 3. Sasa kuna video ameachia me, hii video hapa yenye inacheza hapa chini sasa hii video inasikika kwa umbali, sauti ya mtoto akitaja, a, ki, ama, akitaja ama akisimulia miaka alizaliwa mwaka fulani fulani, alafu baadaye tunaona ni kama mtoto anakuwa. Of course ukikua ukizaliwa huko mashambani utakuwa ukuja utakuwa ukuja ocha utakuwa ukuja town. Kisha kuja town sasa hapo ndo tunaona growth yake, anaingia ya kwa muziki, anatuonyesha picha ambazo akiwa wa, akianzisha muziki waka. Sasa hii wakati alikuwa anaanzisha muziki alikuwa pale ya Moto Band ambayo ilikuwa na Slay ilikuwa na Beka Flavor, alafu iko na ule jamaa mwingine mnasemaga hanaga nyota nyinyi mnasemaga lakini. So kwa hii video bado hapa chini bado anaendelea kuonyesha vile ame grow, akakuja akaingia Wasafi, vile anajaza nyomi za watu kwenye shows anajaza anafuatwa na watu alafu, sasa hii growth yake sasa ndio yeye anatupeleka kwa room number 3. Hakuna mtu anajua room number 3 ni nini? Hebu cheki hii video alafu unaweza tupia comment yako.